Matunda sita ya kula kabla ya kufanya mapenzi. Tunda la kwanza ni ndizi. Ndizi huongeza nguvu na hamu ya tendo la ndoa kwa kutumia potassium na vitamini B. Tunda la pili ni tikiti maji, lenyewe lina citrulline ambayo inasaidia katika mtiririko mzuri wa damu na utendaji kazi wake wakati wa sex. Tunda la tatu ni bitakola ambayo kwa Kiswahili inaitwa golo la kichungu. Hii ni dawa ya asili yenye nguvu inayoongeza hamu ya tendo la ndoa, stamina na nguvu wakati wa sex. Tunda la nne ni, ni parachichi yenyewe imejaa na mafuta yenye afya ya vitamini E ambayo inasaidia afya ya homoni. Tunda la tano ni nanasi lenyewe linajulikana kwa kuwa na vimeng'enya vinavyosaidia mmeng'enyo wa chakula ni na huenda likarekebisha raza ya tendo la ndoa. Tunda la sita ni strawberry, lenyewe lina tioksidati nyingi na vitamini C ambazo huboresha mtiririko wa damu wakati wa sex. Je, unaweza ukaniambia wewe kabla ya sex unatumia tunda gani? Angusha comment hapo, usahau kusubscribe, kulike na kucomment. Bye.